Naitwa Rusi Michael, muumini wa dini ya Katoliki. Jambo la kwanza, mimi nimepata changamoto siku tano nyuma zilizopita. Nivamiwa na watu ambao sijawatambua mpaka leo. Lakini jana namsikia kiongozi wangu wa dini Padri Kitima akitoa speech yake ya historia yake. Akasema yeye kasomea sheria, yeye kasomea haki za binadamu, kasomea udaktari, na vile vile kasomea mambo ya dini na kapata semina na miiko ya dini ya kutoka kanisa la Katoliki ambalo mpaka leo yupo tunamtambua kama ni askofu wa kanisa Katoliki. Nilitegemea jana alivyokaa, angetamka kwamba muumini wake Lusi, kwa changamoto ambazo amezipata, angetamka na angeweza kutoa ufafanuzi, lakini nashangaa kuongea ambavyo yeye ni mwanasheria, yeye ni za binadamu. Sasa tunaomba ombi letu kielimu, mimi, mimi, mimi simpati. Lakini haya maoni yangu sitaacha kuyaendelea kuyasema popote yale nilipo. Nitaendelea kuyasema maoni yangu kila kukicha, endapo namuona anaenda kinyume na jinsi sisi Wakatoliki tunatambua. Sisi tunatamani leo kumuona anafanya kazi ya kuhubiri amani ya nchi sawa, lakini leo tunamuona ni mtu ambaye yupo kwenye kanisa, lakini ana kofia zaidi ya tatu zaidi ya nne, ambaye huenda analidanganya kanisa, labda. Tunaomba atoe tamko yeye, mpaka sasa hivi, asimame upande mmoja ambao yeye atakaoona atafanya kazi kwa uhuru na atakuwa sahihi kuliko kujificha kwenye kofia ya Katoliki alafu kuendelea kufanya kazi za chama cha Chadema au kufanya kazi za chama fulani au kufanya kazi za taasisi fulani. Kama alivyosema yeye, ni mwanasheria ni kwenye haki za binadamu. Sasa abaki, kama anabaki kwenye haki za binadamu tumtambue, kama anabaki kwenye wanasheria tumtambue, na kama anabaki kwenye chama cha Chadema tumtambue na kama anabaki kwenye kanisa Katoliki kama askofu basi hayo yote anatakiwa ayaache, kwa sababu haya hajamweka pale. Mzee wetu ametoka, mpaka mafuta wetu ametoka, na watu nimeona wanakaa kimya, hawazungumzi chochote yeah. Oh, wanasema huyo rusi katumwa. Jamani, mimi sijatumwa na mtu yoyote, hakuna mtu yoyote alionituma mimi kuzungumza maoni yangu. Mimi natoa maoni yangu kwa sababu ni mtu ambaye kiongozi wangu ambaye yupo kwenye dini yangu, siwezi kutoa maoni ambaye, kiongozi ambaye nikamtolea mfano ambaye wa dini sio ya kwangu. Yeye ana maslahi yake binafsi, analiingiza kanisa kwenye migogoro kwa maslahi yake binafsi. Sisi hatutaki kwa majina, anaitwa Kidaka yani. Nikiwa kijana wa kikatoliki jamani, kwanza naanza na nchi yangu, naanza na nchi yetu. Sisi ni Watanzania. Nikiwa kijana wa Kitanzania, nikiwa kijana Mkatoliki, nikiwa mama nimebeba machungu mengi sana ndani ya moyo wangu. Sikupendezwa na yale yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Tuna kila sababu ya kusimama na tuna kila haki ya kuongea. Leo tunauliza kiongozi wetu wa dini, askofu wetu, tuliweka imani juu yako, tulijua utatuhamasisha, utatuhubiria imani, utatujenga kiroho, lakini leo umetugawa umetugawanya Wakatoliki, umetugawanya. Ninaumia, moyo wangu unavuja damu, unavuja machozi. Sikupendwa vijana walivyopoteza, vijana wamedanganywa, lakini mwenye kuhitimisha hili loto Askofu Kitima, ndio mwenye hitimisho. Unajua namna gani, unajua kila kilichoendelea Oktoba 29. Unajua kitu gani umefanya wewe? Ni kiongozi wetu mkubwa, tuliweka imani na wewe, hukupaswa kushea kuungana na wanamitandao. Turejeshee ukatoliki wetu, usituweke katika magrupu, umetugawa Tanzania yetu. Tunaililia, tunaipenda Tanzania. Tanzania haijaitokea vitu kama hivi jamani, ninakuwa ni vigeni machoni mwetu, nikiwa kama mama, nikiwa kama kijana wa Kikatoliki. Asante Mungu, najua amefika.